Mamia ya waumini wa Kiislamu ni miongoni mwa watu zaidi ya elfu moja na mia sita waliopoteza maisha katika tetemeko kubwa la ardhi lililokumba eneo la kati la Myanmar wakati wakifanya maombi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani msikitini nchini humo. Kwa mujibu wa serikali ya Umoja wa Kitaifa NUG ya Myanmar inayopinga utawala wa kijeshi, zaidi ya misikiti 50 kote nchini Myanmar iliharibiwa vibaya mingine ikiporomoka wakati tetemeko hilo la ardhi lililopiga siku ya Ijumaa. Htet Min Oo alikuwa akifanya udhu kabla ya sala ya Ramadhani katika msikiti uliokuwa jirani na nyumba yake huko Mandalay wakati tetemeko hilo linatokea. Anasema nyumba yake ilianguka pamoja na sehemu ya msikiti huo, na kumfanya kunaswa chun, nusu ya mwili wake chini ya vifusi vya ukuta ulio wazika shangazi zake wawili. wakati wa eneo hilo wakazi wa eneo hilo walikimbia kuwaokoa, alisema, lakini ni mmoja pekee aliyenusurika. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 25 aliambia shirika la habari la Reuters kuwa wajomba wake wawili na bibi yake pia walinasa chini ya vifusi vya saruji. Kwa kukosa vifaa vya kuondoa mizigo mizito, alijitahidi kuondoa kifusi kwa mikono yake lakini hakuweza. Hata hivyo ndugu hao wamefariki, nanukuu Sijui kama bado wako hai chini ya mabaki hayo, lakini naamini wameshafariki fariki. Sidhani kama kuna tumaini lolote, amesema kijana huyo. Kuna kifusi kingi mno na hakuna vikosi vya uokoaji vilivyofika kwetu, aliongeza, huku sauti yake ikitetemeka huku machozi yakimtiririka. Mkazi mwingine mwenye umri wa miaka 39 kutoka Mandalay alieleza hali ya kutisha alipokuwa akijaribu kumwokoa mwanaume aliyenaswa chini ya vifusi vya msikiti ulioporomoka katika kijiji cha Sule Kone nchini humo, lakini akilazimika kukimbia kutokana na mitetemeko midogo iliyofuata. Nanoku, nililazimika kumwacha nyuma, niliingia mara mbili mara ya pili kujaribu kumwokoa, aliiambia Reuters, akitaka jina lake lisitajwe. Niliwaokoa watu wanne kwa mikono yangu mwenyewe. Lakini kwa bahati mbaya, watatu walikuwa tayari wamekufa, na mmoja alifariki mikononi mwangu, mwisho wa kunukuu. Mkazi huyo alisema watu takribani kumi waliuawa hapo hapo wakiwa miongoni mwa watu 23 waliokufa katika misikiti mitatu iliyoharibiwa katika kijiji hicho. Alisema serikali ilikuwa imeweka vikwazo vilivyowazuia kuikarabati misikiti hiyo. Na Waislamu ni wachache katika nchi ya Myanmar inayotawaliwa na Wabudha na wamekuwa wakikandamizwa na kunyanyaswa na serikali zilizopita, huku makundi ya kitaifa yenye msimamo mkali yakichochea ghasia katika miaka hivi karibuni. Rohingya ndiyo inaunda jamii kubwa ya Waislamu na imekuwa miongoni mwa makundi yaliyoteswa zaidi na mamlaka ya Myanmar wakipitia vifo vya halaiki na kufurushwa kwa nguvu. Miongoni kwa miongo kadhaa, mamlaka za Myanmar zimekuwa zikifanya iwe vigumu kwa Waislamu kupata ruhusa ya kukarabati na au kujenga misikiti kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2017 ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ambayo ilisema misikiti mingi ya kihistoria imezorota kwa sababu ya kunyimwa matengenezo ya mara kwa mara. Mwanaume mmoja Julian Kylie alitoa ombi kwenye mitandao ya kijamii akiomba vifaa vizito vya kunyanyua nguzo za saruji baada ya tetemeko kuangusha misikiti mingine huko Mandalay. Nanukuu, chini ya vifusi wanafamilia wangu na wengine walikandamizwa na kupoteza maisha, aliandika. Tunataka sana kupata miili yao, aliandika mwanaume huyo. Mkazi mmoja wa mji wa Tungno, takriban kilomita 370 kutoka eneo la tukio alisema alikuwa kisali wakati upande mmoja wa msikiti wa kando ulipoanguka na kuwafunika safu mbili za waumini waliokuwa wamekaa mbele yake. Niliwaona watu wengi wakitolewa nje ya msikiti, baadhi yao walikuwa wamekufa mbele ya macho yangu Alisema ilikuwa ni kusikitisha sana siku ya jana, kwa mujibu wa gazeti la ndani lilonukuliwa na shirika la Sanad Al Jazeera. Kuporomoka kwa msikiti siku ya Ijumaa kumeongeza hofu ya majengo mengine kuanguka, hasa yale ya zamani zaidi ya miaka 150 ambayo hayajapewa vibali vya ukarabati, kwa mujibu wa kanuni za serikali. Majengo ya kukibudha pia ya yaliathiriwa vibaya na tetemeko hilo ambalo ambapo monasteri 670 na pogoda 290 ziliharibiwa kwa mujibu wa serikali ya kijeshi. Hata hivyo, haikutaja misikiti yoyote katika ripoti yake ya uharibifu mpaka sasa. Tetemeko teme, hilo limeharibu majengo mengine madaraja na barabara katika sehemu mbalimbali za taifa hilo la Myanmar, lakini wengi wanaamini kiwango halisi cha janga hilo bado hakijafahamika kutokana na mawasiliano duni maeneo mbalimbali. Hali Lord Roberts ambaye ni mfanyakazi wa kujitolea kutoka Bangkok alisema hali nchini Myanmar huenda ikawa mbaya zaidi na mbaya hasa ikizingatiwa kuwa serikali imeomba msaada wa kimataifa jambo lisilo la kawaida. Nanuku, ombi hilo linapaswa kufika kwenye idara ya uhamiaji na forodha ili mashirika yasiyo ya, ya kiserikali kama sisi yaweze kupeleka msaada wa dharura haraka iwezekanavyo. Kwa sasa ni suala la kukusanya taarifa na kutathmini upatikanaji wa njia za kufika nchini humo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojiri kuhusiana na janga hilo ambalo linadaiwa kuua maelfu ya raia. Jina langu ni Mgongo Kaitira.